Rekodi mpya ya waangalizi wa kimataifa inaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 83 wamekuwa wakimbizi wa ndani ya nchi zao kwa mwaka uliopita wa 2024, kutokana na, kutoka na migogoro inayoendelea, majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo. Ripoti ya pamoja ya mwaka huu iliyotolewa leo Jumanne, na kituo cha kimataifa kinachofuatilia wakimbizi wa ndani IDMC, pamoja na baraza la wakimbizi la Norway NRC, imeeleza kuwa idadi hiyo ni zaidi ya mara mbili ya miaka sita iliyopita. Kulingana na ripoti hiyo, idadi ya wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 83.4 walioandikishwa mwaka uliopita ni sawa na wakazi wote wa Ujerumani, huku kukiwa na watu wengi wanaoyakimbia makazi yao kutokana na migogoro kwenye maeneo kama vile Sudan na Gaza pamoja na mafuriko na vimbunga vikali. Mkuu wa IDMC Alexandra Bilak amesema, uhamiaji wa ndani hutokea wakati ambapo mizozo, masikini na hali ya hewa vinagongana na kuwakumba walio hatarini zaidi. Waangalizi hawa wamesisitiza kuwa takriban asilimia 90 ya wakimbizi wa ndani ulimwenguni au watu milioni 73.5 waliahama makazi yao kutokana na ghasia na mizozo, idadi hiyo ikiwa ni ongezeko la asilimia 80 tangu mwaka 2018. Mkuu wa NRC Jan Egeland amesema takwimu za mwaka huu zinapaswa kuwa kama tahadhari na hivyo kuhakikisha kuna mshikamano wa kimataifa. Egeland ameonya kuwa kukosekana kwa maendeleo kuelekea katika kudhibiti uhamiaji duniani ni kutofaulu kwa sera na hali hiyo inasababisha doa la maadili kwa ubinadamu. Kulingana na ripoti hiyo, nchi zipatazo kumi kila mmoja ilirekodi zaidi ya wakimbizi milioni tatu wa ndani kutokana na mizozo na ghasia mwishoni mwa mwaka 2024. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan pekee vimesababisha wakimbizi wa ndani milioni 11.6, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika nchi moja. Takriban watu milioni mbili, karibu wakazi wote wa ukanda wa Gaza pia hawakuwa na makazi mwishoni mwa mwaka 2024. Ripoti ya IDMC na NRC imeeleza kuwa ulimwenguni kote karibu watu milioni kumi walihamishwa ndani ya nchi zao mwishoni mwa mwaka uliopita baada ya kulazimika kukimbia kutokana na majanga. Hiyo ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya idadi ya miaka mitano iliyopita. Aidha, wakimbizi wapya wa ndani milioni 65.8 walirekodiwa mnamo mwaka 2024, huku watu wengine wakilazimika kukimbia mara kadhaa katika mwaka huo huo. Mizozo ilisababisha watu milioni 20.1, ikiwa ni idadi ya wakimbizi hao wapya walioyahama makazi yao, huku rekodi ya watu milioni 45.8 ikiwa ni walioyakimbia makazi yao kutokana na majanga. Matukio yaliyohusiana na hali ya hewa, mengi yakichochewa na mabadiliko ya tabia nchi yalisababisha asilimia 99.5 ya watu wote waliokimbia makazi yao mwaka uliopita.